Tukisalia huko huko nchini DRC ambako kuna arifiwa watu 318 wamepoteza maisha kwa kupigwa risasi na mishale usiku wa Jumamosi huko Moba katika jimbo la Tanganyika na vijiji uh, kuhamishwa. Spika wa bunge la taifa la DRC, Vital Kamerhe, amefahamisha bunge katika kikao cha Jumapili na kuomba bunge kuzingatia kukaa kimya kwa ajili ya kumbukumbu ya wahanga hao. Pia nataka kusisitiza kwamba tunapaswa kufikiria wenzetu huko Moba. Nilipokea wabunge kutoka Tanganyika na hawakuzungumzia tu ukosefu wa usalama katika mji wa Kalemi, lakini pia kuhusu kiongozi mmoja wa wanamgambo huko Moba ambaye alitajwa awali wakati wa ziara ya waziri wa ulinzi eneo hilo. Kiongozi huyo alikuwa na bunduki mbili na mishale michache ilichukua kiwango wakati raia Walijaribu. Raia walijaribu kujihami. Tumeorodhesha usiku huu watu 318 waliouawa. Ni sauti yake spika wa bunge, Vital Kamerhe ambaye alikuwa akizungumza jana kuhusiana na taarifa hiyo ya kusikitisha ya vifo vya watu 318 waliouawa kwa kupigwa risasi pamoja na mishale.